Swala la nyatwali na uharibifu wa wanyamapori. Mheshimiwa, mweshimiwa Spika, halmashauri ya mji wa Bunda ipo kwenye top 10 ya halmashauri ambazo zinaathirika na wanyamapori, lakini tuna upungufu wa vifaa kazi kwa ajili ya doria, na hiyo inasababisha athari kubwa kwa wananchi kuzuliwa na wanyamapori hususan hususani tembo. Mheshimiwa Spika, hivi ninavyozungumza hekari elfu kumi na tano mia tatu na tisini na nane zimeathiriwa na tembo mazao mbalimbali mbali. Hivi ninavyozungumza wananchi elfu moja mia nne na themanini na tatu mashamba yao yameathirika na hawajalipwa mpaka leo. Mheshimiwa Spika, hivi ninavyozungumza ng'ombe mia nane wameuawa hawajalipwa. Hivi ninavyozungumza ng'ombe mia tatu hamsini na tano wameathirika. Mheshimiwa Spika, wanaoathirika hawa ni wananchi maskini kabisa, ni wananchi wa kawaida, lakini mpaka leo hakuna kifuta jasho, na hii athari iko kwenye kata mbalimbali za halmashauri na jimbo la Bunda Mjini naomba Mheshimiwa Waziri niwatajie haya maeneo ili muyafanyie kazi, na mkitaka hata nyaraka nitawaletea: Kunzugu, Ichamu, Kiaragweta, Changuge, Bukole, Mashujaa, Nyamatoke, Tairo, miti mirefu, Balili, Rubana, Mchalo, Butakale, idara ya maji, Kiaragweta, Nyasana, Buta, Makongeni, Stoni Kunanga Gushigwamara Nyabeu Kurubongo Kunzugu Bukore Tairo Ihale Buta Mjini Kinyambwiga na Gutabii. Hawa wananchi wa maeneo haya wamekaa zaidi ya miaka miwili, wananchi zaidi ya elfu moja na mia nne hawajalipwa hekari zaidi, zaidi ya elfu tano mia tatu tisini na zimeteketezwa. Ng'ombe zaidi ya mia nane zimeuawa, ng'ombe zaidi ya mia tatu hamsini na tano hivi. Mheshimiwa Waziri, tunataka wananchi wa jimbo la Bunda Mjini waone kuwa na mbuga isiwe fahari tena. Mimi naamini tukitengeneza mazingira mazuri ya kulinda wananchi wanaozunguka na hifadhi, hifadhi hizi hazitahitaji zilindwa za mtutu hifadhi hizi zitalindwa na raia wema ambao wataona thamani ya mbuga yao na wao kunufaika dada yangu mheshimiwa Pindi Chana na kaka yangu naomba mtusaidie wananchi wa Bunda mjini halmashauri ya mji wa Bunda mjini wapate haki yao. naomba sana hali ni mbaya huku kumesababisha njaa sasa hivi watu wanalima ng'ombe nani wanafuga ng'ombe zinauliwa, zinajeruhiwa, mashamba yao yanaliwa na tembo. Wana zaidi ya miaka miwili hawajalipa fidia. Wapo kina mama, wapo vijana, wapo wazee. Wangu, tafadhali sana, leo naongea kwa upole. Hili jambo ni kubwa mno, hawa wananchi wameteseka sana, wanahitaji fidia. Tumechoka. Sisi watu wa Mara hatupendi kuomba chakula, lakini hii njaa inasababishwa na wanyama wakali kama mmeshajua kwenye halmashauri kumi hizi wanaathirika na wanyamapori, kwa nini hamfanyi doria mara kwa mara? Leo hii mtu akienda mifugo ikienda hifadhini ni shida, mnyama akidhulika ni shida, lakini wananchi pia wanaathirika. Tunapenda mbuga zetu, tunajua zinachangia pato kwenye serikali yetu, lakini lazima tubalance, wananchi walindwe, wananchi wahakikishie mazao yao mifugo yao ili mambo yaende, kuwe kuna furaha kote kote, kusiwe na furaha kwa upande mmoja. Mheshimiwa Waziri, nimekusikia umezungumzia swala la Nyatwali na umesema watu zaidi ya elfu tatu wamelipwa na umesema kuna makaburi yamehamishwa. ya ni kweli kabisa, malipo yapo, lakini malipo yao ni yale yale waliokuwa wakilalamikia siku ya mita kwa shilingi elfu nne na leo mmewatoa kwenye, kwenye eneo ambalo wanalipwa siku ya mita mia nne na themanini wamehamia kwenye eneo ambalo wameenda kununua siku ya mita zaidi ya elfu mbili Sio sawa, bado wananchi wa Nyatwali wanalia na wanalalamika. Na mimi leo wazee wangu wananchi wa Nyatwali wakiongozwa na diwani wakata Nyatwali wanakuja Dodoma, nitawaleta ofisini kwako. Vile vile watu zaidi ya mia tatu themanini na nne hawajalipwa na kuna taarifa kwamba tayari fedha zimetoka wizara ya fedha, zimekwama maliasili. Wale wengine maondoa kwa kidogo, na watu bado wako pale. Miundombinu mmeshaibomoa, mmebomoa shule, mmebomoa mahospitali, watu watoto hawaendi shule, sio sawa. Hata hayo makaburi wamehamisha kwa hawakuhamisha kwa kwa star. Watu wameenda kwa mitutu ya bunduki, wanafufua miili, wanaichanganya na aliyefanya ni mkuu wa wilaya ambayo naona saizi amehamisha Hatuwezi kuvumilia mambo kama haya, tunataka kila mtu alindwe kutokana na utu wake. Leo watu hawana sehemu za kuishi, wanafunzi wengine hawaendi shule. Lakini kwenye huko kuhamisha, halmashauri yetu ya mji ilikuwa imejenga majengo pale, yamebomolewa. Lakini kuna baadhi ya wale walioama, mmewahamishia kwenye maeneo mengine, fidia ya halmashauri yetu kwa ajili ya kwenda kuendeleza miundombinu kwa idadi ya watu wale ambao umewapeleka kule ikoje? Maana watoto wameenda kwenye shule zingine, wanahitaji madarasa. Kwa hiyo hilo, Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nahitaji nipate majibu sahihi, wananchi wangu kwenye swala la fidia, wananchi wangu kwenye swala la nywatwali. Na hili nililizungumza tangu nikiwa kijana kabisa mpaka sasa hivi mtu mzima, na Brighton ana miaka 20 sasa